Mye, Oktoba 29, Oktoba kutiki, Samia, Mama Samia, oye, jia ni moja tu kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura, inyuni oye, guruma oye, kwa Samia utaweka tiki yako, hakikisha tiki yako haitoki nje ya box utaweka tiki yako, hakikisha tiki yako haitoki nje ya box. Unapofika kwenye karatasi ya kupigia kura, kwanza angalia nembo ya kijani ya CCM, kisha angalia picha mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbele kabisa utaona boksi wazi ambalo ndilo be mwenzako amwambie mwenzake kwamba Oktoba 29 tunajitokeza kwa wingi na kutiki Samia <tune>